Karibuni katika makala hii ambayo inahusu mada mbili. Mada ya kwanza ni taarifa zilizopatikana muda mfupi uliopita kuhusu kilichoelezwa kwamba ni jitihada endelevu zinazoendelea chini kwa chini kujaribu kuifutia usajili Chadema kupitia mahakamani. Taarifa hizi zimepatikana kupitia kwa katibu mkuu wa zamani wa chama hicho Dr. Wilbrod Slaa. Uh, mada ya pili inahusu taarifa pia zilizopatikana zinazodai kwamba kuna sintofahamu inayoendelea kwenye corridors of power kuhusiana na kesi inayomkabili mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Mheshimiwa Tundu Antipasi Lissu. Uh, sasa naona ni vema nikianza na hii ya pili ya, uh, ya Mheshimiwa Lissu halafu nitamalizia na oya jitihada za kuifutia usajili Chadema. Kwa hiyo, kwa mujibu wa taarifa, ni kwamba kuna sintofahamu inaendelea huko kwenye corridors of power, kuhusiana na kesi hii ya mheshimiwa Lissu. Corridors of power ni huko wanakofanya maamuzi au waheshimiwa, lakini katika hili, kuhusiana na hii kesi ya mheshimiwa Lissu sasa, maelezo yaliyopatikana yanadai yana kuwa awali mpango ulikuwa ni mheshimiwa Lissu, uh, mpango wa kumkamata Mheshimiwa Lissu kule Ruvuma ulilenga zaidi katika kupunguza kasi ya ile operation iliyokuwa inaendelea ya no reforms no election, kwamba akamatwe baadaye ahamishiwe, da itabidi wa viongozi wenzie watoke huko mkoani, waje da wafuatilie ile kesi kwa siku mbili tatu, kwa namna fulani itakuwa imepunguza uh, ile kasi ya O ya hiyo operation ya no reforms, no election. Lakini wakati hayo yanaendelea, uh, yani wakati wazo hilo linafanywa kazi likatokea wazo jingine ambalo ndio likafanywa kazi zaidi la kumpachika kesi ya uhaini, na mantiki ilikuwa kwamba kwa kumpachika kesi ya uhaini watakuwa wameua ndege wawili kwa jiwe moja, kwamba kwanza, wataweza kumdhibiti mheshimiwa Lissu kwa miezi kadhaa, kwa sababu mchakato wa kesi ya uhaini unachukua muda mrefu lakini pili itasaidia kuwafanya viongozi wa Chadema badala ya kujikita kwenye hiyo ajenda ya no reforms no election wajikite zaidi katika kufuatilia kesi ya mheshimiwa Lissu. Kwa hiyo hiyo um, ikachangia katika hilo la utekelezaji wa kumbambikia hiyo kesi ya uhaini. Hata hivyo, kwa mujibu wa taarifa ni kwamba changamoto iliyojitokeza um, na hiyo sintofahamu iliyojitokeza ni kwamba mheshimiwa Lissu kiafya hayuko vizuri, na kama wengi wenu mnavyofahamu, mwaka elfu mbili na kumi na saba mwezi Septemba lilifanyika jaribio la kumtoa uhai, ambapo alimwagiwa rundo la risasi, lakini kwa mapenzi ya Mungu akasalimika. Hata hivyo, ilimchukua takriban miaka mitatu ya matibabu nje ya nchi na mpaka sasa mara kwa mara huwa anakwenda nje ya nchi kwa ajili ya check up na matibabu zaidi, na anaendelea na matibabu ya kila siku. Kwa hiyo afya yake haiko vizuri. Sasa kuna hofu kwamba endapo kutokana na afya yake kuwa mbovu na kumuweka katika mazingira haya yalivyo ya, yani, afya ya Mheshimiwa Lissu siyo ya mtu kukaa jela muda mrefu. Huu ni ukweli ambao hao uko kwenye corridor of power na ufahamu. Kwa hiyo kumeanza kujitokeza hiyo sintofahamu kwamba what if, Mungu aepushe, bahati mbaya kutokana na afya yake mbaya na mazingira anayowekwa huko um, akaitwa mbele za haki, moja kwa moja itatafsiriwa kuwa serikali ndiyo imepelekea tatizo hilo ambalo tunaombea Mungu aepushe. Na kwa sababu kesi nzima inayomkabili Mheshimiwa Lissu inaonekana kuwa ni ya kisiasa. Kwa hiyo lolote litakalomtokea litatafsiriwa kuwa ni la kisiasa. Kama kesi hii ilivyo, hata kama wakiendeleza baadaye wakaamua kumfunga, itajulikana kwamba maamuzi haya yamefanywa kwa sababu za kisiasa na wala sio za kisheria. Kwa hiyo hata kama ikitokea kwa bahati mbaya akadhurika akiwa huko jela, lawama zitakuja kuiangukia serikali. Na kwa hiyo kuna hofu hiyo, lakini pia kuna hofu ya pili. Kuna upande wa pili wa hili tatizo. Kumekuwa na jitihada endelevu za kumdhuru Mheshimiwa Lissu, na mimi binafsi nimeshawahi kuripoti mara kadhaa kwenye, uh, kwenye vijarida vyangu ko na jitihada hizi zinawahusisha watu ambao walijaribu kumdhuru Mheshimiwa Lissu kwa sababu kinachofahamike kwamba mpaka leo hakuna mtu mmoja aliyewahi kukamatwa. Kuhusiana na jitihada na jaribio la kutaka kumua Mheshimiwa Lissu na baadhi ya waliohusika wanafahamika. Sasa moja ya sababu zinazomfanya Lissu aonekane, Mheshimiwa Lissu aonekane ni mtu hatari, ni pamoja na hao watu ambao walijaribu kumtoa uhai, wanahofia kwamba akiwa katika mamlaka hata walipia kisasi. Kwa hiyo hii ni moja ya sababu kubwa zinazofanya baadhi ya watu wasiwe Wasiwe comfortable kumuona Mheshimiwa Lissu katika hata akiwa tu mzima, yani wanakuwa na wasiwasi kwa hofu kwamba ya kulipiziwa kisasa. Kwa hiyo katika mazingira haya pia inahofiwa kwamba hawa watu kwa sababu huko CCM japo kwa nje wanaonekana wako, wako watu wa moja, lakini kuna kupishana pishana huko ndani kwa ndani. The only difference kati yao na pingine vyama vingine kwamba wanapotofautiana wanapoto vitu hivyo havionekani hadharani. Mara nyingi havionekani hadharani. Kwa hiyo pia kuna hofu kwamba wale ambao walikuwa na dhamira ya kumdhuru mheshimiwa Lissu wanaweza kuteka advantage ya hii situation ya sasa hivi, na ndio maana inaelezwa hii pia imechangia kumhamisha kutoka gereza la Keko kumpeleka gereza la Ukonga, kwa sababu ya miundombinu ya gereza la Ukonga iko bora zaidi ya Keko. Kwa hiyo kwa kuhofia kwa wanaweza wakatokea watu huko walikotoka wakaja kumdhuru halafu lawama zikaangukia serikali lakini pili, kuna watu ndani ya chama hicho ambao kama wanavyosema kwamba nje wanaonekana wako pamoja, lakini wana tofauti zao, wanaweza pia kutaka kuteka advantage, sio kwa sababu wanamchukia mheshimiwa Lisu, lakini wanajua kwamba lolote likimtokea mheshimiwa Lisu lawama zitamwangukia Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho huko kwenye corridors of power wanaelewa na ni pasua kichwa. Kwa hiyo solution yake ni nini? Lakini kabla ya kutafuta hiyo solution, jingine ni kwamba ambalo linasumbua kwamba mheshimiwa Lissu kuendelea kuwa ndani, umaarufu wake unazidi kuongezeka ndani na nje ya Tanzania. Idadi kubwa ya Watanzania ambao pengine siku za nyuma walikuwa hata hawafikiani naye kwenye ajenda ya no reforms, no election, kwa sasa wana-sympathize na mheshimiwa Lissu. Wanaona ni mtu ambaye anaonewa, ni mtu ambaye alijaribu kumuua, mtu ambaye ni wamemtia ulemavu, mtu ambaye ana risasi katika mwili wake, halafu amemzushia kesi ya uhaini. Kwa hiyo kuna watu wanamwonea huruma na hii inamwongezea umaarufu ndani ya Tanzania, lakini nje ya Tanzania is even worse, kwa sababu moja ya habari za kimataifa zinazotawala sasa hivi ni kuhusiana na kesi ya Mheshimiwa Lissu. Kwa hiyo the longer the case takes, the more umaarufu wa Mheshimiwa Lissu unavyozidi kuongezeka, na huu una athari kisiasa kwa hao wapinzani wake hao waliomweka ndani, kwa hiyo kama kunatafuta ufumbuzi wa haraka. Lakini sasa ufumbuzi ni nini? Kumwachia huru kama kwa ule ilivyofanyika katika kesi ya Mheshimiwa Mbowe, alimzushia ile kesi ya ugaidi halafu baadaye wakaja kumpa kumsamehe. Tofauti na Mheshimiwa Mbowe ni kwamba Mheshimiwa Lissu akiachiwa hawezi kufanya alichokifanya Mheshimiwa Mbowe, kwa sababu Mheshimiwa Mbowe baada ya kuachiwa ndio yakawa yameishia pale, akapelekwa ikulu kwenda kunywa chai, habari kwa imeishia pale, hakufungua mashtaka wala hakutaka kufuatilia haki zake. Kwa mheshimiwa Lissu itakuwa ni tofauti. Uh, situation inaweza kuwa mbaya zaidi ya yani, kuendelea kumshikilia wao wanaweza kuona ni bora zaidi kumdhibiti kuliko ni kumfungulia macho kwa sababu ni, ni, ni mwanasheria lakini pia kuna lundo la wanasheria ambao wanataka kutafuta haki yake kwa niaba yake na hali kama hiyo. Kwa hiyo hiyo ndio pasua kichwa ambayo inawasumbua uh, kwamba kwanza kuna hilo la usalama wake kutokana na afya yake, uh, lakini na la pia wabaya wa mheshimiwa Lissu ambaye anaweza kutaka take advantage ya uwepo wake jela, lakini pia kuna hawa ndani ya CCM ambao wanadhani kwamba wakimdhuru lawama jumba bovu litakuja kumwangukia huyo mama, na pia kuna hilo la kusema kwamba wakimfunga, wakimwachia huru, kuna changamoto nyingine ya jinsi ya kumdhibiti. Kwa hiyo niliona ni waletee taarifa kuhusiana na hilo na taarifa nyingine fupi. Ni jingine ni kuhusu taarifa zilizopatikana muda mfupi kutoka kwa katibu mkuu wa zamani wa Chadema Dr. Wilbrod Slaa ambaye ameeleza kwamba jana, uh, kuna kesi ilitajwa mahakamani na kesi hii ilifunguliwa na baadhi ya wanachadema, um, hususan wakiongozwa na makamu wa zamani wa mwenyekiti kutoka Zanzibar, ambao kesi hiyo msingi wake ni wanadai kuwa Chadema imekuwa ikibagua Zanzibar na hicho kifungu cha wanachokipigia kelele kina hukumu yake, ni chama kufutwa, kwa sababu chama cha siasa hakipaswi kuwa na ubaguzi. Weza wataweza au hawataweza, lakini alichotahadharisha ni kwamba wao wanaonekana kuwa take advantage ya kesi ya Mheshimiwa Lissu kwamba akili na nguvu za wanasheria wa Chadema zimeelekezwa katika hii kesi ya Mheshimiwa Lissu na wao wana Take advantage kwa sababu nguvu um, imeelekezwa huku. Kwa hiyo uh, kama hakuna focus kubwa, kwa nini wanachokifanya. Akamtaja mtu mwenye ambaye nadhani alikuwa ni msajili wa vyama vya siasa huko nyuma au mpaka sasa hivi ni msajili asili, lakini amemtaja kwamba huyo mtu ni sehemu ya huu mkakati unaoendelea, aidha anashirikiana na hawa watu, lakini kwa namna moja au nyingine lakini swala hili iko mahakamani, nasema kesi inatajwa, lakini watu wengi hawana, hawana taarifa kwa sababu akili yao imeelekezwa kwenye kesi ya mheshimiwa Rais. Kwa sababu kufanya jitihada ino kama ni backup plan kwamba pengine hii kesi ya uhaini ikishindikana na vitu vitu vingine, basi labda kimbilio la mwisho litakuwa katika hiyo ya kujaribu kuifutia usajili Chadema. Kwa hiyo, katika baadhi ya watu wamesema kuwa hilo halitawezekana, Chadema itafutiwaje? Um, na, na hoja ilikuwa kwamba kama ni kusema Chadema inaitenga Zanzibar basi itakuwa sio swala tu la mheshimiwa Lissu bali hata mheshimiwa Mbowe. Sasa Dr. Slaa akasema, hapo la muhimu sio Chadema ya nani, kwamba kama ni Chadema ya mheshimiwa Mbowe au Chadema walisu, ya mheshimiwa Lissu, hoja hapa ni Chadema ifutiwe usajili. Na akatahadharisha kwamba hilo linawezekana kwa sababu akili imeelekezwa kwingineko na mtu anaweza akakurupuka siku, akasema kuwa mahakama um, imefikia maamuzi ya kufuta usajili, so mtakavyoanza jitihada za kupigania kupinga hoja hiyo, wakati huo tena kuna kesi ya muhimu inayofuatiliwa ya Mheshimiwa Lissu. Akajaribu kutengeneza picha ya jinsi gani mkanganyiko um, huu unavyoweza kuwa na athari kwa chama. Kwa hiyo haya ni masuala mawili ambayo niliona niwashirikishe, lakini pia muda mfupi uliopita imethibitika kuwa kada wa Chadema um, Hilda Newton, ame, amepatiwa uh, dhamana kwa hiyo ametoka, yuko huru. um, hizi ni taarifa zilizopatikana muda mfupi uliopita. Asanteni na kwa heri.